la ungekuwa mganga alafu ukawa na dawa saizi we ni mganga alafu hauna dawa na uyo mteja wako kabla aja hajaja kwako alikuja kwangu na kabla ajaja aliakuliwa ka, ali, ali kwenye kiringe changu ekisi umbwa wewe na shoga zako umbwa tu na sisi tunapitiwa karibu, ndugu yangu Semeshinda, karibu sana. Unaweza ukanisaidia hapo hata mimi nikazimua hapo, kamoja naona hapo na tuwili, ndugu yangu, tajiri, naona umekuja vibozi, wanakunywa wenye pesa sawasawa, fani kama una hela na hivyo, kama mganga kwa kweli uwezi, kwanza ni, nimepona nikajua kabisa kwamba shida yako ni ni makampuni ma, maduka yako yanafungiwa sana, wateja siku hizi haupati mm. Kweli ni kama wewe umetabiri kabisa kabisa, maana makampuni yangu eh, kila siku shughuli umezidi sasa. Hapo ninaenda kukupa dawa, sawa Mbia. Yaani serikali haitakuwa inapaona kwako, duka utaifungua hapa hawataliona hata siku hiyo, watakaoliona pale ni wateja, bila TRA hataliona duka lako mganga. Tuwachana hayo sawa sawa, nika katika kupitapita pita. Sawa, sawa, hapa nimeishiwa vocha ya kuongea na wafanyakazi wangu, sasa nikiona mganga anaweza kunisaidia hata elfu mbili nikawapigia simu hapa wa Rushef. Yaani kwa nini nataka shilingi ngapi? nataka laki moja. Hebu nisaidie elfu mbili mganga vizuri. simu. Kwa nini tumia hapa? Hebu sikia. Saidie Hebu sikia. Wewe sio your boss? Sawa. Yaani boss una makampuni unakosa shilingi elfu mbili. Hapa ni hapa nimepigwa. Wewe ni kanyampa zira kama kanyampa zira wengine. Hebu nenda huko. Tumba mlima ETF 2. Wewe mganga mganga. Hata usafi hakuna pa chafu pa chafu. Hapa nimeleta jana tuna mizim zangu, mizimu zangu hapa. Mizimu hizo mizimu michafu hizo. Ye yeah, ye yeah, ye yeah. Ye. Hii hey, jamali najiamini nini hili? He? Yaani ukikosa dawa majibu yanajibu yanavyotaka. Hapa ningekuwa na dawa, ningempatrisha kabisa akawa hata ng'ombe huko. Buzi kabisa huyu.